Kwa majina anaitwa Ibrahim Kombo nitokea Saratinga. Lengo na madhumuni nilionileta hapa nikuja kujiuzulu kutokana na kujisalimisha kutokana na uhalifu lizotokea mwaka jana. Nashukuru nikutana na wahusika paka kwa sahi nasalimika, na naomba wale wote ndio wakwaza ama ndio akosea ndio fanyia uhalifu wote, pia naomba nisamee kwa moa mmoja. Mi nimeamua kubadilika kuanzia sahihi kwa, sahi, kwa... umwema. Kwa majina anaitwa Yunus Ali kaajua Ratinga nimekuja hapa kujiuzulu na uhalifu yani, kwa saa hii mimi sio mhalifu. Na pia mtu labda kama anishuku kwa saa hii, yani naongea hapa kwenye vyombo vya habari yani na viongozi hapa hapo, naomba kujiuzulu kwa moyo wangu mmoja, sio katika wale toro, sijui wale anaitwaje, yani mapanga ale wa sahii simu imeamua kujeka, yani mtu msafi, yani wala anatupenda wala anatuchukia, anatunasa watu wabaya pia maombea. Yani sahii mkiniona, ani mi ni mtu mzuri yani kama hivo unavyotaka wewe. Kwa majina naitwa LP Antoni, natokea huko Shamu, na nimekuja hapa kujisalimisha kutokana na uhalifu wa wizi na, kuib na kuiba vitu vya watu. Nimeamua nibadilike, kwa sababu nimeona nafaa niona na maisha mbeleni na nijenge maisha yangu kama mtu anayetegemewa katika jamii. Na ningependa kuambia vijana wenzangu huku tulikokuja ni salama, na ukijisalimisha hausumbuliwi na yoyote, na unaachwa huru uendelee na maisha yako. Na pia nimeona ni muhimu vijana tujitokeze tuache uhalifu natuendeleze hii nchi yetu na pia tusaidia maisha yetu kwa kazi ndogondogo tunazopewa humu mitaani na government. Kitu uh, kingine ningependa kusema ni kuwa hata wale ambao mko huko manyumbani, yani, kuna hichi chama cha wazaoza hapa kinasaidia watu kujisalimisha pia yani. Kwa uh, ukienda hapo unaweza pata ajira yako ukakuwa kwa mwisho wa mwezi unapata kazi. Walipo alafu ukajisalimisha pia ukaacha mambo ya uhalifu kwa kuwa wajituma yani. Eh, na utasumbuliwa yoyote. Na kwa wale ambao tuliowakosea ama mimi ninawakosea yani, pia ningeomba wanisamehe maana sasa hivi nimeamua kubadilika na sita dhuru mtu mwingine tena. Ya kwa machina naitwa Robinson Lang'at na nipiwa uh, sub county police commander Msambweni. Leo tumepokea vijana watatu ambao wameweza kujisalimisha, wameamua kuacha uhalifu na wajumuike na familia zao, waendelee kujenga taifa eh. Amua ya kwamba last year eh, tulikuwa na arobaini ambao wame wamejisalimisha ah, na leo wameongezeka watatu, now making a total of 43 hii uh, namba ukiona, uh, wana, wanaendelea kuongezeka uh, wale wanajisalimisha ni ile pressure tunawawekea maofisa wangu uh, tunaweza kuwaweka pressure, ndio wanaanza kuona uhalifu ni mbaya, na vile wamejisalimisha namna hii, uh, ina maana sasa Diani yetu itakuwa salama, na yeyote ambaye bado anajihusisha na uhalifu uh, very soon Uh, tutakukamata na wale wazazi ambao wameacha watoto, wa, watoto wadogo eh, tukishika mtoto tunashika na mzazi wake. uh, uh, uh, wadogo miaka yao bado ni kidogo kwa shule na natosi kuwa kwa uhalifu so kuwaonya wasasi ambao wameacha watoto wao, hawajui mahali waliko ama wanapokea vitu ya watoto yao ambao wameenda kuiba pale. E, tutakukujia hii mwaka iwe mwaka eh, Diani yetu isiwe na, na kisa yote ya uhalifu.